mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa watu wa kabla yenu. Lengo la kufaradhishiwa funga ni nyinyi muwe wachamungu. wama huwa takwa. uchamungu ni nini? Uchamungu umefasiriwa kwa tafsiri mbali mbali na wanazuoni wetu wa Kiislamu. Mmoja akasema uchamungu ni ile hali ya Mwenyezi Mungu asikukute mahala ambapo amekukataza. Ucha mungu ni ile hali ambapo mwenyezi mungu akukute muda wote katika eneo ambalo yeye mungu analidhia na kulitaka. Lakini ameenda mbali Alimamu Ali, Ali karamallahu wajha anatuambia atakwa wa khofu jalili, ucha mungu ni kumwogopa Allah, na tunaposema kumwogopa Allah kitu unapokiogopa unatakiwa kukaa nacho mbali. Tofauti hapa ya kumwogopa Allah, Allah unapomwogopa unatakiwa kumkurubia. Lakini uchamungu ni amri ya tanzil, ni kutenda matendo yako kwa mujibu wa Qurani na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uchamungu ni kujiandaa na siku ya mwisho. Sote hapa tufahamu Tunataka tutaki, iko siku tutaondoka katika dunia hii. Mwenyezi Mungu ametuletea mwezi wa Ramadhani kuwa ni kipimo na ni chuo kwetu, na tumeshuhudia ndani ya Ramadhani tumeacha kwa hiari yetu chakula chetu, tumeacha kwa hiari yetu vinywaji vyetu, tumeacha kwa hiari yetu hata matamanio ya nafsi zetu, toka kuchomoza alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Kama tumeweza ndani ya siku ishirini na tisa, tunashindwaje katika muda wote? Ndani ya Ramadhani tumewashuhudia Waislamu wakikaribishana chakula, wakikaribishana naftari, wakisaidia mafakiri, wakisaidia mayatima, wakisaidia wajane, wakisaidiana kwa hali na mali. Hali hiyo tunataka iendelee baada ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani tumejaza misikiti, safu za misikiti, misikiti zimeongezeka, tumehakikisha tunamwabudu Allah kwa muda wote. Ikutoshe kujiuliza hapo ulipo, Ramadhani imeondoka, je, na Mungu ameondoka ondoka? Leo na somo kwamba Ramadhani imemalizika tunamuomba Allah atukutanishe na nyingine lakini Allah yupo sali, sali, shiria, kuya, na ndiye anayelipa mema. Mtu asiyoswali amelaaniwa, mtu asiyo swali nikiashiria kwamba huyo amevunja dini, na yeyote mwenye kusali ndio anayedumisha dini na asiyoswali amevunja dini watukufu wa Islam. ili, ili, ili, ili, ili leo. Ya leo ni ili ya furaha imeitwa Aidulfitri, ni ili ya kula na kunywa, ni ili ya kusherehekea kula vya halali na kunywa vya halali. Leo ni siku ya kuwazigekea mayatima ambao wamefiwa na wazazi wao, hawana baba, wenye tamani leo na wao wao baba zao wakipata nguo za sikukuu lakini leo hawana. Leo wangetamani wawe kwenye familia zao, baba mama wamepika chakula, wakila kama familia, lakini wamefiwa na wazazi wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza tuwashike watoto yatima vichwa vyao. Leo haina maana kumshika tu kichwa, maana yake tuwasaidie katika siku ya leo. Ndugu zangu Waislamu, Idi yetu ya leo ni inayoonyesha umoja wetu, mshikamano wetu kama Waislamu, ni idi ya kusameheana, na nyote mnafahamu dini yetu ni dini musamaha. Uislamu unaelekeza kusameheana, Uislamu umekataza kuchukiana, Uislamu unakutaka umdhanie mwenzio kheri na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishiria, yoyote yule ambaye atakuwa na ghila na chuki na mwislamu mwenzie ama na binadamu mwenzie, mtu huyo hana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutoshe wewe mwislamu uliobahatika kuhudhuria idi hapa, kuwa wewe ni miongoni mwa watu wema. Tosheka na hilo. Nitumie fursa hii kuendelea kuwausia waislamu juu ya umoja wenu mshikamano wenu, na siku zote msikubali kufarakana kwa jambo lolote hata ikitokea. Jifunze ndani ya Ramadhani, Allah subhanahu wa taala akatufundisha upole, akatufundisha subra, lakini mtume akatwambia, ikiwa umefunga akatokea mtu akavunja heshima yako akakutukana kul lahu mwambie, ili niswali mimi nimefunga. Somo hilo tuondoke nalo leo. Yanaweza kutokea maneno katika Uislamu ndani ya madhehebu zetu. Madhehebu zetu zitaendelea kuwepo, ikhtilafu baina yetu zitaendelea kuwepo hazitakwisha, ikhtilafu mpaka siku dunia inaondoka, wala yasalun mukhtalifin lakini bahati nzuri sasa hivi ni uwanja wa elimu, kipindi hiki ni kiwanja, kipindi cha elimu, watu sio wajinga tena. Leo watu wanaangalia dunia kupitia simu zao za mikononi. Hivi ya leo imeswaliwa na nchi chungu nzima duniani, hata nchi ambazo ziko jirani na Saudi Arabia, baadhi yake zimeswali leo, mfano wa Oman, wako swali leo kna yako mambo, tusivunjane heshima. Sisi kama wa Tanzania kama Waislamu wa Tanzania hatuwezi kuishi kama kambale, baba ndevu, mama ndevu, mtoto ndevu. Tanzania ina mamlaka ya Kiislamu ni Majlisi Ala al, ni shughuli ya Uislamu ya Tanzania Baraza za Waislamu wa, wa Tanzania na tunaye kiongozi Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania tuendelee kumtii huyo. Dunia inashuhudia leo umma ulivyomanika ndani ya viwanja mbali mbali kutekeleza ibada ya swala ya Eid. Ndugu zangu, leo ni siku ya furaha sana, tujitahidi kueneza furaha katika familia zetu. Wako watu hawana nafasi ya kukaa na familia zao. Tumieni nafasi hiyo leo. Leo tukae na watoto wetu, leo tuzungumze na familia zetu, na huo huo mwendelezo wa kuendelea kukaa na familia zetu. Hii dini yetu ni dini ya furaha, ni dini ya mapenzi, ni dini ya mshikamano. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa umoja mshikamano bila kubaguana kimadhehebu, kitaasisi. Taasisi zetu zibakie kuwa ni vyombo vya kufanyia kazi, isiwe sababu ya mifarakano baina yetu. Nguvu yetu iko katika umoja wetu. Sisi Waislamu tunatakiwa kuwa netu moja. Mtume sallallahu alehi wasallam anasema: mathalul muminin, mfano wa Waislamu fi tawadihim, katika kupendana kwao wadarahumihim katika kuumiana kwao, makanuljasadi wahid, ni mfano wa mwili mmoja inataka udhu. Kiungo kimoja cha mwili kikiungua, tagaa lahusaljasad, mwili mzima huo umeungua, jisikie vibaya. Kuvunja heshma ya muislamu, simama la mwislamu, nzio mtetee muhislamu zio zi. hili ndio metufundisha mwana wetu.

kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mafanikio ya dunia na akhera. Hakika bidii yenu leo ni ili tukufu, ili yaheri, ili ya baraka. Amefundisha Mtume sallallahu wa alaihi wasallam, atakapokuja kuswali mmoja wenu katika njia hii, wakati wa kurudi abadilishe njia, apite njia nyingine, kwa sababu malaika kujipanga safu katika mitaa yetu mikono wale ambao umetoka kuswali swala ya Eid Islam ili yetu iwe tukusanye mafanikio ya kutukusanya. Hii sio kwamba tunapenda sisi wa Tanzania pekee yetu, kuna kitu muhimu ambacho kimejengeka katika nchi yetu hichi o kimefanya tukusanyike uwanjani kuswali swala ya Eid, nacho ikiigine ni amani na utulivu. Ziko nchi hazina Idi, hazina Pasaka, hazina Kwaresma, hazina Ramadhani, hazina Christmas, hazina sherehe aina yoyote, kwa sababu nchi hizo amani imeondoka. Katika nchi hizo majirani zetu, baadhi ya nchi, ramadhani hii wameshindwa kuswali tarawehe kwa sababu amani Nitumie nafasi hii kuwausia wa Tanzania tuyenzi amani, na hususan Waislamu, dini yenu ni dini ya amani, dini yenu dini yenu ni dini ya unyenyekevu. Ndiyo maana ikaitwa Alislam. Alislam maana yake ni amani, maana yake ni unyenyekevu. Ndiyo maana tukikutana, Mtume amesema mambada alssalam, mambada adilkalam kabla salamu ana tujibu. Ukikutana na mtu akianza kupiga maneno kabla ya kukuhakikishia amani, mtu huyo usimjibu kwanza, mwambia assalamu alaikum, amani juu yake. Tunajifunza kwamba amani ndiyo kila kitu. Furaha tulionayo siko, baadhi ya nchi hazina, sisi wa Tanzania tunayo. Tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Waislamu, nitumie nafasi hii. Nyinyi Waislamu ni raia wa Tanzania, mna haki kama walionayo raia yoyote wa Tanzania. Hawezi kuingia kwenye mamlaka ya nchi kama umeingia kwenye chama cha siasa. Msichague vyama, nendani kwenye vyama mtachokiona kinafaa, chukueni fomu Ingieni kwenye uchaguzi mgombee. Asibaki mwislamu akasema swala la uchaguzi sio letu. Sisi ni raia wa nchi hii, tuna haki ya kugombea, tuna haki ya kuchagua, tuna haki ya kuchaguliwa. Nendeni mkachukue fomu na kupitia mimbari hii si wausii tu Waislamu na wausia hata wasiokuwa Waislamu, chukua hivyo wa kwa chama chochote, lakini vyama hivyo, usia wangu, nendeni mkavipime. Sio kila king'aacho ni dhahabu. Nenda kapime, usiwe akili kuambiwa viko vyama mwanzo kabisa hata hatujaingia mchezoni vimeanza kuonyesha viashiria vya uvunjifu wa amani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa viongozi wenzangu wa dini na Watanzania wana mapenzi mema, tukibaidi chama chochote kina ishara ya kuvunja amani, chama hicho tukiambie hapana. Watanzania hawa wako zaidi ya milioni sitini lakini sio wote ambao wako ndani ya chama cha wa siasa, wako watanzania hawajaamua kuwa na chama cha siasa. Wana haki kuwa watanzania na ni watu wa nchi hii. Ikiwa mtataka nyinyi watu wa siasa nyinyi ndio muamue mustakabali wa nchi hii peke yenu, jambo hilo halikubaliki. Vijana wa Kiislamu, vijana wa Kitanzania, natumia nyundali hii leo siku ya idi kuwausia kutunza amani ya nchi, msikubali mili yenu kutayarishwa kwa ajili ya fujo. Tumeanza kusikia maneno na haya lazima tuyakemee, kwamba tutaleta fujo tutaleta, tutaleta uharibifu katika nchi, tutapasua pasua nchi kwa kutumia nguvu ya umma. Mtu anaposema hivi maana yake anawaandaa watu watatoka barabarani, wafanye maandamano. Ndio tafsiri yake, hakuna kuremba, tuambiane kweli. Hatuna mahali pengine kwa kwenda ila Tanzania. Nchi zingine zimevurugika, nchi zingine mustakabali wao ni Tanzania. Tuna wajibu wa kuilinda Tanzania na warazi, vijana wa Kiislamu na vijana wasiokuwa wa Kiislamu kwa, kwa pamoja Anaposema viongozi wako wa chama cha siasa, mtafakari mpime. Mtume wetu Muhammad Muhamad sallallahu alaihi wasallam anasema, atafakuru saa khairu min ibadati sana, kufikiri saa moja kufanya ni bora kuliko kufanya ibada ya mwaka mzima. Na Mtume anasema, idha aradta an tafala amra, unakotaka kufanya jambo jan atakapaaaa, litazame mwisho. Fa in kana khairan a api, ikiwa na kheri fanya na ikiwa na shari acha nawausia sana uchaguzi katika nchi yoyote ni kipindi cha, cha tension, ni kipindi kinaangaliwa kwa macho mawili. Usikubali wewe kwa sababu ya kigomoa Tanzania, amani amani. Ni kama nuru amani ni kama yai, yai likidondoka hawezi kuliulaua tena. Niwausie sana kupitia mimbali hii, tutunze amani ya nchi, tusikubali uchaguzi wa yoyote wao utumike kuweka fujo katika nchi. Jitafakari, wakati mimi naenda kuweka fujo katika nchi, watajaumia ni kaka zangu, ni dada zangu, ni mama zangu, ni wajomba zangu. Faida yake nini? Wanasiasa wana vikao vyao vya kisiasa. Serikali yetu chini ya rais wetu imeweka kitu kinaitwa 4R. Katika 4R ziko yako mambo ya kukaa na kuzungumza. Kwa nini wasende kuzungumza? Kwa nini ukutayarisha wewe Mtanzania kuingia barabarani? Amka, zinduka, chukua tahadhari. Wewe unategemewa na familia yako, unategemewa na dini yako, unategemewa na nchi yako, usitumike vibaya. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku tukufu, tuna wajibu wa kukumbushana mambo muhimu ikiwemo kufanya kazi, tusichague kazi, hasa vijana, fanyeni kazi, tafuteni riziki ya halali, msichague kazi. Mara ni kazi hiyo inakupatia mkate wako kila siku, usimcheke anayefanya kazi. Na hivi ndivyo alivyosema Mola, wabtaghi fima ataka Allah dara lakhira wala tansa nasiba kamina dunia Mtume atafundisha, itumikie dunia yako kama utaishi milele, na itumikie akhera yako kama utaai. Usichague kazi, usisameni wamtini wanaofanya kazi hii. Watoka mashambani, atatoka mashambani, atafanya hiyo kazi, na baada ya muda atakuwa bwana, utakuwa mtwana. Ndugu na zangu, nawausia sana wafanya biashara Matajiri wetu, wafanyakazi wa serikali, mashirika ambayo umefikia viwango vya kulipa zaka, tumbali lipeni zaka. Nyie ndio mnatuletea tabu, ukame unatokana na nyinyi. Mtume anasema watu wanapozuia kutoa zaka, Mwenyezimungu si huwapatiliza kwa jua kali na mvua zitakuwa na mpangilio kwa watu wa kuarau, ni nyini. Wafanya biashara ni nyini, wafanya kazi serikali na vipata vikubwa, hamtaki kulikwa zaka. Ni nyini, wafanya kazi mashirika ni nyini, watuulia kwenye taasisi mbalimbali. <coughs> na waji wakakudusha putia mibahii, faamuni zaka ni nguzo ya tatu katika Uislamu. Kipeni zaka, na mtume alisema humi la mwani msadaka chukua zuri sana sadaka jambo. Zaka za mali zenu kiwango chake mfano zake na mali kiwango ni mtu kufikia thamani ya gramu 53 za dhahabu. Fanya hesabu za dhahabu ni shilingi ngapi, pesa hiyo nayo imefikia kiwango, imepitiwa na mwaka. Kama imefikia sifa mbili, ina kiwango, imepitiwa na mwaka, lipa zaka. Ndugu zangu na wausia, leo ni siku tukufu. Baada ya kutoka hapa, tujitahidi kuwafanyia dua wazazi wetu, na kwa wale walioko uwanjani hapa, nawaalika tuelekee makaburi ya Mabatini, utaongoza mwenyewe kwenda kufanya ziara, tukawazuru na shehe zetu, ndugu zetu wametukwa pale. Yapo maneno kwamba kuzuru makaburi ni ukafiri kusudu na kabuni ni shiriki. Sio kweli, ibada ya kusudu na kabuni imeelezwa na mtume imefundishwa na mtume. Ukenda Maka kuna ibada ya ziara, ukenda Madina kuna ibada ya ziara. Maka kasita kwa Khadija unakwenda kumzuru, Madina wasifu wa sahaba wa mtukufu unakwenda kuwazuru. Hili ndio Maka Madina ni ziara, unaenda kumzuru mtume. Ingekuwa ziara ilikuwa mtume asijasema manhaja wanamiazuruli fakat jafani mwenye kuhiji asije kunizuru Madina, ama amenitenga. Aufanye ziara hapo, ipo. Kuna mtu ajue kaburi la baba yake, hajui kaburi la mama yake, tukafanye ziara. Aliwetaa, tukitoka hapa, tuelekea tuweleke, tukafanye ziara, na ukirudi nyumbani wafanyie dua wazazi wako, alaka mafungamano kati ya wazazi na wale waliobakia hai duniani, baba yako

uweke katika kinga yako, uweke katika sala yako, mlinde yeye na familia yake. Familia yake ikiwa na shida hatuongoza vizuri, wape afya familia yake, wape uwezo familia yake, wape siha njema familia yake, awe na amani kwenye familia yake. Ya Allah, mlinde rais wetu na wasaidizi wake akiwemo makamu wake wa rais, akiwemo waziri mkuu wake, wake akiwemo naibu waziri mkuu. Jambo hili vilivyo ya Allah Taala ya namu tulindie bunge letu, tulindie mahakama zetu, tulindie vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Watu hawa wanapoteza maisha yao, hawalali mchana wala usiku, kulinda mipaka ya nchi hii, kulinda miji yetu. Mungu, ahifadhi vyombo vya ulinzi na usalama. Mwenyezi Mungu, Rais wetu ni tungu latupa wa Tanzania Amin, kwa mema na mazuri anayoyafanya Tanzania ndani ya miaka mingi ya utawala wake, amefanya makubwa kwa sisi watu wa kanda ya ziwa, kwa sisi watu wa Mwanza mama huyu amefanya makubwa. Tulibeza tukasema ni mwanamke hawezi, lakini Mwenyezi Mungu amempa nguvu ya ajabu. Mwenyezi Mungu tulibeza tukasema huyu hafai, lakini amempa nguvu ya ajabu, tukifanyia makubwa. Basi kwa hayo makubwa amefanya, Mungu mlinde na uhifadhi na umpe baraka umnalishe, Watanzania waendelee kumkubali ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu tulindie nchi yetu, hifadhi nchi yetu, nchi hiyo sifika kwa kisiwa cha amani Mungu hatuna mahali pa kukimbia kutoka tatizo. Nchi tulionayo ni Tanzania. Eneo tulionayo ni Mwanza. Ya Rabb tuhifadhi mkoa wetu wa Mwanza. Mkoa wetu wa Mwanza. Watawala wa Mwanza walifadhi kuwalinde na pia mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza ni mtani. Muifadhi, muilinde, mpe sala kutoka kwa wako. Wako anamsaidia na wote wanamsaidia rais na kumsaidia mkuu wetu wa mkoa. Mungu sikuwahifadhi Mungu tuikaia viongozi wetu wa dini na Shehe Mkuu wa Tanzania, atatoshanpazaanaaara tunapanga maendeleo, ujenzi wa vituo vya afya, tutolee watu wajitokeze kusaidia mpango huu, tutolee watu kutoka ndani ya Mwanza, ndani ya nchi wasaidie mpango huu kamilike. Mwenyezi Mungu tupe umoja wa Uislamu, tupe umoja wa Uislamu, tunakuomba Mola wetu utupe umoja wa Tanzania, wananchi wa Tanzania bila kujali dini zao bila kujali kabila zao kuwafanikisha katika mambo yao. inna Allah ya'muru bil al-adl wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun, ayatu mubarakah. Sasa tutumie kwa tulipo, tunambeta nguvu yetu na uzoa lakini